Habari yako mpenzi wa mchezo wa drafti, jina langu unaitwa Shukuru Elesi, natokea Madizini Tuliani. Katika video hii naenda kufundisha namna ya kushinda mchezo huu, sawa. Ya hapa kuna kete, kete mbili kwa kete nne. Mwenye kete mbili nyekundu ana kingi moja na kete moja, na mwenye kete nne nyeupe ana kingi mbili na kete mbili, sawa. Mchezo huu sawa, mchezo huu hapa unavyoonekana, akili nao kujia haraka haraka, hata wewe mpenzi mtazamaji unatazama, sawa Akili inayokujia haraka haraka ni kwamba ni lazima itakuja kutokea tatugomea, sawa. So, kwamba hii keti utapandisha mpaka hapa mwisho, siku utakuwa tatugomea, lakini mchezo huu una aina mbili, sawa. So, ukipandisha hapa, sawa. So, maanake kushinda unakuwa sasa unabahatisha hii keti ukileta hapa hapo, sasa unakuwa unabahatisha so, atakuja hapa sawa, hapa pinzani, hapa hizi kucheza mwisho, kwa sababu hapo utarusha mtego, atacheza hapa kwa, utatema. Ukitema atakula kitoka, anakuja hapa, ingia kingi sana, kuja anazuia. Sasa kwenye kuzuia hapa inategemeana na na timu sawa, inategemeana na timu unaocheza nao. Kama wote ni mabingwa, ni sare, lakini kama anayezuia mwenye kitembili, anayecheza kitembili, maana yake ni ana kiwango kidogo lazima utamfunga kwa sababu huyu mwenye tatu akikosea anabadilisha, lakini mwenye mbili akikosea kete inatoka anafungwa. Sawa, kwa kitaalamu hii kibingwa ni sare. Sasa ipo namna nyingine ya kukwepa huu mchezo usijitokeze. Sawa, hiyo ndio lengo la kurekodi video hii. Sawa, kuna namna ya kukwepa tatu gomea usijitokeze, endapo utapata mchezo kama huu. Sawa, kumbuka mchezo huu, sawa, mchezo huu unatakiwa hii kete iwe hii kete hii kete hii kwenye vyumba hivi tano, hii eza iwe hapa iwe hapa iwe hapa au iwe hapa, hapa na hapa au na hapa, maana yake ndo utashinda, hiyo staili ambayo ya kukwepa tatu gomea isije ikatokea. Lakini kama kete yako hii itakuwa chumba hichi chumba hichi chumba hichi chumba, maana yake lazima hii kete itaileta huku, kama itakuwa zimba hivi vitatu hapa. Lazima hii kete utaipandisha hapa. Yaani lazima tu. Maana yake hapa inakuwa mchezo wa huyu kujitokeza. Maanake ushaileta hapa majaribio, mpinzani, kuzuia, kuzuia. Sasa ndali inakuwa majaribio, unaangalia mpinzani anaweza kuzuia kwa hapa, anaweza akacheza hapa au akacheza hapa hapa. Mfano hapa. Hapa, kingi. Unaivusha kingi hii, hapa, au akacheza, sababu hapa amemtega, umemtega asije huko mwisho. Kingi yake isije huko. Unamtega. Kwa ina maana hapa, unachokifanya unachukua kingi hii unachochumaa. Lengo sasa, yeye hawezi kuja mwisho. Anakuwa ana staili tatu za kucheza. Hizi, naea, akacheza hapa au anaweza kacheza hapa au anaweza kacheza hapa au anaweza kapitisha kete aende kingia pili. Sasa unamwangalia hapa, mchezaji akicheza hapa, wewe unakuja ikwetu sawa. So, yeye atakuja hapa, akija hapo maana yake anakuja kujitokeza kete kete tatu kwa tatema hapa, hiyo ni kete tatu goli, sawa? So, anaweza kacheza pia, anaweza kacheza hapa kutoka hapa, anaweza kacheza hapa, yale unakuja, so, hapa, sawa maana yake hapa pia anaweza kujitokeza kete tatu au kete nne, sawa. Na pia anaweza akicheza hapa, wewe unakula hapa kati, maana yake ili bao linashinda hata uchee na malaika, kwa sababu ule mchezo tena atatugomea unakuwa umefaje? Umeshaondoka kwa namna hii, kwa hapa hii kete tena hawezi kuzuia. Ina maana kama atakula hapa, maana yake inakuwa ni goli, una kinga tu kunichuma, inakuwa na hawezi kuzuia hapo. Ukienda kingi, maana kwa anafunga kete tatu. Safi kabisa, sawa. Mpaka mpaka kufikia hapa, nimeshafikia mwisho wa video hii, sawa ukiwa okay, wewe kama mdau wangu mkubwa naomba usisahau kusubscribe ili kupata video zangu kali kama hii au zilizopita au zijazo, na pia ili uwe wa kwanza kupata video zangu, maana ni kiposti tu, kama endapo utakuwa umesubscribe, ni kiposti tu unapewa taarifa kwamba Shukuru Wailesi ameposti video mpya sawa. Pia unaruhusiwa kukomenti, kulike na kushare.